Hello, hello, hello, hello. Wapendwa, nimekuja kwenu na leo na mada nzuri sana, nataka tuiongelee siku ya leo. Na unapopokea mada hii, share na watu wengine, weka comment yako hapo, like video zetu. Nina matumaini kwamba unapopata message hii na ukigawa na mtu mwingine itatusaidia sisi kuweza kutengeneza vipindi vingine ambapo tutakuwa tukibadilishana mawazo na tunazifanyia zile kometi zenu kazi. Mada yetu ya leo ni kwamba kuna pointi moja, mbili, tatu nataka tuziongelee na pointi ya kwanza nataka niongelee ni kwamba inataka kuhusu chuki. Nimegundua kwamba katikati yetu sisi diaspora ama sisi watu tunaisha hapa ughaibuni tunakuwa tunachukiana, na chuki hiyo inafikia hatua mpaka tunashindwa hata kukutanana kwenye mikutano yetu. watu wameokeana chuki moja kwa mwingine, na pale unapowasogelea watu, wewe ukijitolea kusogelea watu tofauti tofauti, kila mtu anatoa sababu yake. Huyu atakwambia mimi siwezi kukutanana na huyu kwa sababu ya hivi, mwingine anasema mimi siwezi kukutanana na huyu kwa sababu ya hivi. Lakini ukikaa chini ukiambia wa ndugu, kwa nini tusikae chini tuweze kuyamaliza hayo, watu wanakuwa wako tayari kabisa. Pointi nyingine ni kwamba ubinafsi. Watu ni wabinafsi sana hapa kwa diaspora. Wanajipenda wenyewe, anataka kila kitu apate yeye, hawezi kumshirikisha mtu mwingine. Hata pale unajikuta mtu amepata kazi na mwingine anaangaika, hana kazi, ukimsogelea wewe umuulize, ndugu yangu, kazi umepata wapi? Mimi naangaika, hawezi kukuambia kabisa. Yani wewe kuangaika, kuangaika kwako kwa wewe ndio furaha yake yeye. Kwa nini tunakuwa hivyo? Kwa nini tusiwe watu wa kusaidia watu wengine? Ubinafsi utatupeleka wapi? Na baada ya hapo, tunakuwa wanafiki sasa. Mtu anaweza kaja anakutembelea, anakukaribia, anakuletea maneno matamu kabisa, uko naye mmekutana hata kwa barabara, jambo ndugu, habari nini, mtu anakuongelea maneno matamu kabisa, unafikiria kwamba labda yule mtu yuko na wewe ama anaweza kawa msaada kwako, kumbe ni mnafiki tu, amecheka, amefanya vile na amekuongelesha maneno yale kwa sababu mmekutanana naye tu lakini katika moyo wake haupo kabisa, wala hajui kama ana jirani wala ajui kama kuna ndugu yake mwingine ambao labda anamhitaji ama anaweza akawa na shida. Kwa nini watu tumekuwa hivyo? Kwa nini hali hiyo tusiwezi kuitoa katika maisha yetu na katika mioyo yetu? Na unapojikuta kwamba wengi kati yetu ni wale wanaojiita ni wa Kristo, tunaenda makanisani na wengine hata ni Waislamu ambao wanashika dini kabisa, kama ni swala tano kwa siku zote zinaakisha kwamba zote wamezitimiza wame, lakini tunakuwa na chuki, tunakuwa wa binafsi na unafiki unakuwa kati yetu sana. Nini kiweza kufanyika hususani sisi? Maana huku tunakoishi kwa diaspora tumeacha nchi zetu, tuko, tuko mbali sana. Tusiposhikana moja kwa mwingine, hakuna hata maendeleo tunaweza tukayafanya makundi kwa community yamekufa kabisa, watu wanakuwa wakutanani kwa sababu ya ubinafsi. Ubinafsi unakuwa ndani yetu sana, tunakuwa na chuki, ubinafsi huko ume, umejaa sana. Watu ni wanafiki nuu, yani unapokuwa unaongea una, una, na mtu yako unafikiri labda mko pamoja, lakini hampo kabisa. Hali kama hizo kwa si kutaka kuzikomesha ama zitoke kabisa, nini tunaweza tukazifanya ama kitu gani kinaweza kikafanyika? Maana tunapozungumzia maendeleo, hauwezi kupata maendeleo kama watu hawakushikana mkono kwa mkono. Maendeleo hayawezi kutokea kama watu hawakujuliana hali. Maendeleo hayawezi kutokea kama watu hawana muda wa kubadilishana mawazo moja kwa mwingine. Nini tuweze tukakifanya, ili hali hizo ziweze kutoka kwa community zetu? Asante sana, na Mungu atatubariki yote, amena.